Mama, shikamo. Sijambo nani ba? Uko bize na ziara, na mimi niko bize yeah. Ah, mara mwisho tulipiga picha kwa ajili ya kumkomoa ex wangu. Ujumbe ulimfikia ameomba msamaha sana, ila nimemwambia siwezi kukusamehe kwa kwakuwa swala lako lipo kwa mama. Kwa hiyo msamaha wako uko chini ya jamhuri, nimemwambia swala la msamaha wako ni swala la jamhuri, sio mimi tena eh. <laughs> Hey. Kupitia ile picha mama, pia nilipata madili mbalimbali mbali. ila changamoto ilikuwa moja, kuna madili mengine walikuwa wanasema tuende wote, nikakutafuta sana upatikani. Kuna kampuni moja ilipata dili, nataka tutangaze wote mimi na wewe, takiwa uposti mara mbili tu, walikuwa wanatupa hela mama, walikuwa na kula zako saba na mimi saba nampigia mheshimiwa Mavunde namwambia, jawani mama huko anatakiwa tukachukua hizi hela ya yeah, ya yeah. na mimi mama ni kushukuru sana uongozi wako, viongozi wako wote, majina yao yanafaa kuwa viongozi. Kwa wale wenye watoto, kuna jina ukishampa mtoto sahau kabisa kupata cheo serikalini kikubwa, yaani ukishamwita mtoto Chris awezi kuwa kuwa majeshi yaani ni ngumu sana ili tupate mkuu wa majeshi aitwa kamanda Chris. <laughs> Yaani kuna watu kabisa wanaona kabisa aliumbwa wazaliwe akue awe IGP. Aliumbwa wazaliwe akue awe kamanda kama kamanda wa Mulilo pale, unaona kabisa yes. Akionyesha hivi unaona kamanda, ila siku ukaje ukapata kamanda naitwa Kevin. Ili taifa tunalijua wataanza kumwita Kevo. Kwa hiyo hata zile habari za biladi yayo zinaandikwa pale kamanda Kevo anawashikilia panyalodi taifa kujuliza anawashikilia au wanamshikilia ya wana <laughs> yeah, mama, unajua mtaani huko, sitamwamini sana miradi yayo eh. hey, yani, kila kitu unachokusema miradi yayo yakiposti utagondoa kumbe ni uhakika. hey, hata, hata ile picha tulipopiga hapa watu wakaniambia, najua umepiga picha na mama, mimi mwenyewe nikauliza mbona miradi haja post ya yeah. Lakini yeah, mama pia nimesikia bunge linaisha sio muda Hey, Dkt. Tulia amenialika marathon Mbeya, sijui kama una taarifa <laughs> sasa, nilivyosikia bunge linafungwa, halafu Tulia kaandaa marathon, ikaa nasema sijekuwa nakimbia na kinua mgongo cha wabunge <laughs> yeah, kwa mama leo najua tutapata picha nyingine, kwa hiyo zile kampuni zitaendelea kutafuta. Jitahidi leo nipate namba yako. Wenzako wana namba yangu kina Weso, kina Mheshimiwa Mavunde, kina Dr. Tulia wana namba yangu. Kuna muda na posti meme nzuri wananiambia Said naomba hiyo. <laughs> Mimi niko najua waheshimiwa ukichukua namba zao kila siku mnakuwa mnaposti mambo ya sikalini bwana. Juzi nimemshangaa Mavunde na yeye amemposti ame dogo pattern. Kaandika pale afande nilegezee kamba, nikasema ah, kumbe hadi waheshimiwa hiyo wanaijua. Kwa hiyo mwema hakikisha tunafanya hivyo ya Mheshimiwa Tulia. Ah wewe huko sawa kabisa mama. Pia tuliaga ananitumia umeme nikikwama. Mimi nimeshavia kunua umeme Nikana, wa elfu kumi. Kuna siku alinitumia umeme wa laki mbili, kwangu palipiga shoti, nikawa namtafuta waziri wa nishati nimwambie nauza umeme, at least ile laki mbili nigeuze kuwa hela <laughs> Ah. Mama, cha kingine sho ilopita tulikuwa na Omidi Mpozi hapo pembeni yako, nimegundua maisha yanabadilika. Leo jamuona. Unahisi ajaja amekuja amemweka bakbencha huko bwana. <laughs> Omidi Mpozi uko wapi ndugu yangu, nyosha hata mkono tu tuupopa Omid... ah, nilikwambia maisha yanabadilika, si nikwambia kuna siku nitakusaidia, si hivi nimekuonesha kwa mama <laughs> mama baadaye kama itakupendeza naye apate picha. Ni ngumu kwenda kuambia watu walikuwemo. Yeah, ya, lakini kwa kuwa leo ni siku ya habari, najua kuna habari hauna, kwa hiyo nitakuwa nakupa yeah. nasikia JSM wetu waga anamkopa Manala hela, wanasema Manala Diamond pia na yeye aliazima laki tano pale. Eh, hey, lakini pia Manala, sijui kama ulisikia hii, yule mwanamke wake ambaye tulifanyia sherehe hapa hapa washaachana lakini pia juzi nilikuwepo kwenye birthday ya mtoto wa Mario. Harmonize alikuwa anacheza na kajala bwana, wamerudiana nao, mama ko. Harmonize inaonekana ni mtu anajua sana kungania ugomvi mpaka ukaisha, tumtumia hata kwenye ile vita ya Ukraine kule. Harmonize sikuambia kazi ukumziki ukishinda yeah. lakini pia kama kuna nafasi yoyote mama, unaweza kumpatia mpatie mapenzi anamwendesha siku hizi yaimbi Mama mimi nakupongeza sana serikali, yako inafanya kazi kubwa. Moja kitu ambacho mimi waga na fly ni kwamba marais wote ambao wameongoza nchi yetu watoto wao waga ni wakubwa, ajai kupata rais anakale katoto ka junior. kwa sababu huyo rais angeendesha ange taifa kuwe shida. Yaani mama ungekuwa na kale ka junior kadogo kangekutesa sana, umekaa zako hapo, kametoka nje ndani kataka kataa kucheza na mpaka budi <laughs> na singe kataa, baba watu wanatoka nje anaenda kucheza naye, kwa sababu mtoto wa bosi ni bosi pia. Ni bora ni bora akachezee watu, unaenda nako mjini, kanafika pale kanataka sanamu la posta eh, inabidi umtume Rizwani Kikwete akalivunja amlete, utafanyaje? <laughs> Ah, kwa kwakuwa muda umeisha mama, na mi naomba niishie hapo. Najua watu wengi watadhani eti kwamba leo nitaomba picha ya kitu ambacho ni kweli, mama, hii picha ya leo sasa iwe tofauti kama o, mabango siliyoona mama, ile ile picha. Kwa hiyo umegundua kuna faida ukipiga picha na mimi, ko ya leo sasa weka mabango Tanzania tu kuna mabango nimeyasikia hapo kule Kenya, kwa hiyo jiandae kujiona kimataifa, mama, baada ya picha Umedipozi, mama, amesha kuona, ataamua yeye, unapiga picha au upigi. Asante mama, naweza nikashuka nikaja hapo. Sasa, asante sana. Baada ya Said Said, sasa tunaendelea na battle, Lady J D on the stage.